Sindio. Kwa hiyo ukianza kupanga mambo yako vizuri kuanzia mwezi huu wa kwanza na kuhakikishia unapofikisha mwaka mw mwezi wa 12, mambo yatakuwa ni mazuri sana kwako. Kwa hiyo unapoingia mwaka elfu mbili na ishirini na ngapi, ishirini na saba, wewe utaitwa tajiri, katika watu wanaitwa nani, matajiri. Si kama tunaelewana vizuri? Mi wage anasemake, kabla ujaanza kufanya unaanza kukiri Hakuna jibu kizuri kama wewe wewe kinywa. Kwa sababu mwanzo kinywa. Wewe mwanzo tena kinywa. Alafu nataka uwe uwe uwe ni mtu wa kujifunga na maneno yako. Tumeona tumenona vizuri eh? Na kufundisha hii siri. Sema siri. Sema siri. tena siri. Siri. Jifunge kwa maneno yako. Katika vitu ambavyo unataka siku zote ufanye kwenye maisha yako ni kujitamkia makubwa kwa watu ambao wamekudharau. Yaani wewe huelewi ninachokwambia, ya siku zote ukubwa wa mtu unaanza na maneno yako vile ambavyo unavyomwambia mtu, kama mimi sio wa kawaida, ni ukweli, we si wa kawaida. Ila kama wewe ni mnyonge na bado unatamka unyonge, wewe ni mnyonge. Wewe unielewi ninachokisema. Mwaka huu auzao, mwaka huu mi nataja hela za kutosha, mwaka huu bonasi yangu ni ya kutosha. Sasa ukisha jifunga hivyo, alafu ukapokea bonasi ambaye ni tofauti, tunakuzomea kwa. Kitu kinachomfanya mtu anapambana ni maneno anayoyasema Naongea ukweli, mimi naona pambana kwa sababu ya maneno ishaai kuwatamkia watu a, mimi sio mtu wa kawaida. S kaa familia yangu mtakuwa ni watu ambao kunisikiliza mimi siku zote. Sasa siku ambapo nimeshuka mimi ndo nawasikiliza wao, alafu the end of day nitakuwa nimeaibika. Ni nini ninachokifanya? Ninahakikisha neno langu halidondoki. Naongea na wewe ambao uko hapa, nenda kwa mtu ambao unayemjua anakudharau, mwambie ndani ya mwaka huu nitakufanyia mambo ambayo hujawahi kuiona, nitamiliki pesa ambayo hujawahi kuiona. Sasa wewe utakuwa unapambana kuhakikisha neno lako lisifanye nini? Nielewi nachokisema? Yeah, okay. Tunaanza kujifunza, mwambie mwenzako tunaanza kujifunza huu mwaka sasa, kwa sababu tumeanza mwezi wa kwanza. Ni mwaka ambao inatakiwa kuna baadhi ya vitu tuvizingatie sana, tusipovizingatia tunaweza tukajikuta mwezi wa kumi na mbili malengo tulioyaweka ya si, lakini tutaanza na huu mwongozo kwa sababu siku zote Mungu anatumia kinywa cha mtu, si ndio eh? Tutaanza kujifunza na naapokea chochote kwenye maisha yako, hauwezi ukagain chochote kwenye maisha yako kama hauna kitu ambacho kinachoitwa nini, Skills ambaye ni maarifa nilisema. Okay money, mane mamemo zako mane, kama unakumbuka mane is really what? Security. Eh eh. And skills? Build what? Eh? Value. Mwambie mwenzako tena thamani. Tulijifunza haya mambo mawili. Na nikasema haya yote kwa pamoja yanaleta kitu ambacho kinachoitwa life life of freedom. Mwambie mwenzako Life of freedom. Freedom. Security. Security inaweza ikawa ni asset security inaweza ikawa ni mane ndani ya bank. Unielewi inachokisema tunaanza kujifunza? Ngio wezautaki kuwa maskini abada, upasi upasikuwa nani maskini, kama kuna mtu ambaye, hata kama kuna chain ambayo we binafsi uijui, hiyo hiyo hiyo chain chain chain hakuna mtu ndani ya familia ambaye labda ni wewe kuwa na kampuni yoyote, mwenye kuanzisha kampuni ni wewe. Naaa, kuna baadhi ya vitu nitakufundisha hapa, hivyo vitu nitakavyokufundisha ukivishikilia, unafungua una kampuni mm -hmm. kama na kuelewa mm -hmm. mimi kuna maeneo niliwahi kupita liwi kupita mm -hmm. nataka ni kutolea ushuhuda mmoja ambao mpaka sasa hivi nimejifunza kwamba security ni heshima kwa mtu wakati una hela hata ukiwa ukweni, upewe heshima, upewi kwani, kwani, kwani, kuna mtu anaelewa hapa, upewe heshima. Lakini ukiwa na hela, hata ukifika ukweni, uongee jambo lolote, uzungumze kitu chochote, ah, wanakupa respect kwa sababu jamaa na hela. Unielewi ninachokisema? Sikiliza wewe, usiye ukasema, mbona mimi tasaraulika hawakuzarau kwa sababu labda wewe no, wanakuzarau kwa sababu hauna nini, hauna chenchi. Ukiwa na chenchi kwa kinini kwa kichina nao, si ndio? Kama hauna pesa usiseme kwa nini hawanaheshimu, hawakuheshimu ni kwa sababu gani? Hata wakitamani kupanga jambo lolote linalohusiana na pesa, huwezi ukafanya chochote kwa acha wenye pesa wazungumze, na ndomana ukifika kwenye familia ambazo watu wenye pesa wanaepewa, majukumu ya kuendesha kikao ni wale wenye pesa, sio wewe. Kwa watu watano, kwa watu watano, kama hawajafikia watu watano hatuanzi kipindi. Hapa tunaanza, wabe, mwaka huu tunaanza kumiliki. Okay, sasa vitu ambavyo ninavyokuomba kwenye danya, maisha yako kitaanzishwa na hisia, kitaanzishwa na nini? Na akili. Naomba nikuchukulie mfano huu. Ni nini usichokijua kwenye ulimwengu kwanzia sasa hivi? Ni nini usichokijua? Haujui magari? Hujui baskeli? Hujui pikipiki? Hujui ghorofa? Kuna kitu gani kipya kwenye maisha yako? Hebu kila mtu anaorodheshe vitu ambavyo hajawahi kuviona kwenye maisha yake, sijawahi kukiona vyote ambavyo unavyoviona muda huu kwenye ulimwengu huu unavifahamu, biashara unazijua, kila kitu nakijua, hakuna kipya. Uwe na cha kwako cha tofauti, tunanunua unique, my dear, my friend. Nani anaweza kuongea kama Hance? Yupo kama yupo, mimi Hance sipasu kuwepo, anatakiwa wawepo mwingine. Kama tunaongea wawili, tunafanana kuongea, tunafanana kupanda kushuka tayari tunaboa, huyu mmoja atakuwa kufa, huyu mwingine atakuwa kufanya nini? Kubaki. Na ndio maana kuna maisha haya. Ukiona kuna mtu akwambia yani unafanana kama yule, kataa, usifurahi mtu akwambia unafanana kwa kama tajiri fulani, kataa, kwa sababu wewe ni zaidi ya yule tajiri. Hili somo sio lako. Hmm, nataka mfanane mwanangu, nataka mfanane, nataka humu ndani siku moja ukija na nguo ya njano wengine wote tuvae nyekundu zote, wengine nyeupe, wejona njano kwanzia miguuni mpaka wapi? Mpaka kwenye sendo, mpaka kwenye kiatu, mpaka kwenye nywele, piga njano kwenye wanja weka njano, tukushangae. Tunapo kushangaa huo ndo utofauti wako my dear, hili somo ni la kwako. Kweli unahisi kuna kitu unapata, naomba unisikilize. Mimi jana usiku nimeacha kupokea simu, na kuna nyingine nimezipokea, sio kwa sababu labda No, nimechoka kupokea simu hizi hapa miskol, kuna project inaitengeneza mpya ndani ya Rosie Nutrition, wanapiga simu. Mimi ndio naacha kupokea simu kwa sababu nachoka, nina mambo mengine ya kufanya. Ila wewe unapambana, watu watafute, watu wanapaswa kukutafuta. Ndio maana nitakupangia leo mpango ndani ya mwaka huu, watu wakutafute. yeah! <laughs> Kichwa nacho kinaanza kuwasha, ni upara unaanza kutokea polepole, si ndio? Eh, unajua watu wasemaje? Awasemaje na kuna, kuna sana hapa nyuma, ni kwa sababu gani una mawazo sana, si ndio? Eh, mimi napasi, mimi nataka vipara vya vya watokee, watu mundani mwa mna mawazo, ukigeuka hivi hakuna usicho kifahamu, kila kitu nakijua. Wafanya biashara wengi wanajua mambo mengi ila kuna mtu ambaye anayetokea kuwa kinara ni kwa sababu kuna kitu kipya amekivumbua. Leo hii tunamwona bilionea ambaye ametengeneza ame Facebook, tunamwona kwa nini amekuwa na hela nyingi? Ni kwa sababu hakuna mtu mwenye Facebook zaidi ni ya kawaida, lakini skills nyingine inaweza ikawa iko high, si kama tumelona vizuri, lakini kuna skills yingine naweza ikawa iko low. Sasa ukiwa kwenye low, hakuna mafanikio hapa. Ukiwa kwenye kawaida hakuna mafanikio, maanake huko wastani hakuna mafanikio hapo. Ndio maana tunahitaji kuwa na high skills leo na kuleta usikuleti, hata kwenye familia yako. Ukiona watoto ambapo kuelewi, kuna namna ambapo hawakuelewi, maanake uelewi, hawaoni kwamba kuna njia inayofunguka kupitia kwako wanaweza wakaanza kusikiliza wengine, mbona baba fulani, mbona kajenga gorofa, mbona baba yetu sasa ajenga gorofa amestaki wapi? Wanaanza kumpenda baba wa fulani, sio baba yako, sio baba yenu. So, so kwa sababu wanaamini kwa baba yule kuna usalama kuliko baba yetu. Kwa madirisha ya watu kipindi hicho naanza kuangalia TV, unajiuliza hivo baba alifanikiwa vipi kununua TV, mbona ni baba wangu hamna. Unaanza kuheshimu aliofanikiwa, unaanza kudharau vya kwenu. Kinachokufanya uwe wa chini ni kwa sababu hakuna kinachokufanya uyavute mapya. Kinachokufanya uyavute mapya ni haya maarifa ambayo leo nataka nikufundisha hapa. Kuna akili ya kawaida, kuna akili ya chini, kuna akili ya juu. Hii akili ya juu kiwepo nayo, hakuna kinachoshindikana kwenye maisha yako. Naomba niache nikuacha kukufundisha, tunapoanza kujifunza hili somo Tofauti kuliko mtu uliyote nitataka ufikirie kitu tofauti na mtu mwingine. Tukukuta amekaa kwenye kiti, tusikae kuwaza kwamba huyu mtu anafikiria ni namna gani wagonjwa watakuja hapa iteno, isipokuwa anafikiria nilishawahi kuleta wagonjwa kwa mbinu hii, lakini walikuja watano, lakini this time, huu mwaka sitaki wagonjwa watano mimi kwa mwezi huu mwaka ninataka wagonjwa ishirini kwa mwezi, nitumie mbinu gani niwalete hao watu? Maanake unaumiza akili Washa kofi jirani, mwalimu anaezuba hivi mwashe kofi, kofi, kofi, kofi, kofi, kofi. Kwa nini tufanane? Kwa nini kipi ambalo mwingine labda alifanya lakini mimi bado sijalifanya na wala halikuwahi kufanyika ni jambo gani hilo? Kuna watu wamekuja tena nimewaleta hapa. Hawaielewi kabisa kwamba hii ni network marketing, wamekuja kuielewa network marketing, wako ndani, alafu akasema hii kumbe ndio na hela namna hii. Maanake huko nje ulishaaminishwa ina hela, wanakuja na wakishakuja. So, tuliwahi kuisikia, lakini kumbe, kumbe, kumbe ni nzuri, tofauti na vile tuliwahi kusikia. Na hii na ikizoeleka, unatafuta nyingine. Hakuna mtu anayojenga biashara yote unayoiona hapa mjini, duniani kote, kama na mawazo yanayofanana na mwingine. Kila mtu ana safa kutafuta utofauti wake. Leo we kama mfanya biashara, jitikise kichwa chako, sema mimi natakuwa ni wa tofauti, mimi si kawaida. Sema hii akili, kuanzia leo kwaza mambo mapya. Wewe the same mistakes tunaofanya mwaka uliopita, tunafanya na mwaka huu no. No, wewe lazima ujielewe kwamba huu mwaka kumbe, ili nifanikiwe, ni lazima niwe na akili, nisitumie nini, hisia, no, nitumie akili, kwa sababu nabii niliambiwa moja mbili tatu, so liambiwa ona ona nini, eh, toka hapa nenda pale Kimara, ukifika Kimara ukikata kushoto, utakutana na moja mbili tatu, na huko unaondoka kama mti ule mti mkavu wa, wangapi, tunaona vizuri, unakata kona unaenda pale. Usipoona unampigia simu sijaona, anakwambia ingia upande wa pili. Yani kama tiara ds jiendeshe mwenyewe, wewe unaelewa wewe. Aya, sasa kama labda ni kumi wote tumeenda Kimara, aya kumi wote Kigamboni, kumi wote Goba, tumelena vizuri eh? Manake hakuna chakwako, hakini ijiamka, kwa sababu ile ugoo kwenye maisha. Maanake kuna namna unakaa peke yako unaanza kujiuliza mambo ambayo wengine hawajiulizi. my dear, my friend, This year huu ni mwaka wako, wewe ni tajiri mkubwa sana utakaponisikiliza ndani ya huu mwaka. Kuna bitu sana, kuna vitu vikubwa sana utavipokea. Kuna watu walikuwa wajaelewa vitu siku zilizopita nyuma, wakanuuliza kuna watu fulani wakanuuliza hii mbona haikuwa hivi, hii mbona haikuwa hivi, hii mbona nimechelewa? Nikaambia, sikiliza, umechelewa lakini, laiti ungejua hii ungeenda mapema. Leo kupanga yeye huu mwaka huu mwaka na kutaka wewe unapomaliza mabaya, umaskini ukaishe. Kitu kimoja kwenye maisha yangu, baba mama, ndugu, kila mtu ana akili zake, kila mtu ana maono yake, kila mtu ana namna anatazama. Hatuwezi kufanana namna tunavyotazama. Huyu ni dnii tunaangalia tulioyafanya pale ndipo ambapo Hansa anaonekana, baba anaonekana, brother anaonekana, wanaanza kuheshimu yaliyotokea. Wanaume oye, hivi unafikiri sisi si, si, si ndio tumeletwa kwa ajili ya wanawake ili tuongoze hao watu, si sindio? Sina, sasa unajua kwa sababu gani sisi tumeletwa duniani eh? Wanawake, w wanawake, nakuja kwenu Sina, unajua anayepaswa ndani ya familia afanye vitu sio mwanamke tunaanza na mwanaume yes. na ndoa naona, Mungu alipomuumba Adamu, alichokifanya alimpa vitu vyote, na akamwambia jukumu la kutamka majina kwa wanyama ni la kwako, anza kutamka majina. Akili yake kwa sababu alikubali, itanuke ikue, awe na hai, alipaswa kuvifanya kupitia nani? Adam, unielewi nachokisema mwanaume.